Hello, habari mwana afya kitaa. Karibu tena leo katika darasa letu la afya ya mtaa. Leo bwana nilipenda tujifunze juu ya kitu kimoja ambacho jamii kwa kiasi kikubwa tumekuwa tukisumbuliwa nacho lakini wachache wetu ndio tunaelewa hiki kitu ni nini. Lakini kwa kiasi kikubwa wengi huwa elewi shida ni nini. Mwana kitaa, usha ushawahi kusikia juu ya uwepo wa kitu kinachoitwa au changamoto inaitwa kiharusi? Je, unajua kiharusi kinasababishwa na nini? Sehemu ipi ya mwili ambayo huwa inashambuliwa au huwa inapata changamoto mpaka kiharusi kinatokea? Dalili zake namna gani ya kuziepukana nazo? Je, matibabu yake ni ya gharama au ni ya bei nafuu? Je, ni namna gani sasa mtu au binadamu ataweza kujiengua kuji, kuji, kuji, kuji katika nafasi ambayo inamweka katika mazingira hatarishi zaidi ya kupambana na kukutana na hii changamoto? Ungana nami leo, mwanafya mtaa, kwa dakika chache na kwenda kukusanua na utakuwa

Kiharusi hii huwa ni shida ambayo huwa inatokea pale ambapo damu au mshipa inayopeleka damu kwenye ubongo inashindwa kufikisha damu ambayo ina virutubisho katika seli au tishu za ubongo. Kuna aina zake za hii kiharusi mpaka kinakuja kutokea, tutaziona hapo mbele, lakini kwa lugha fasaha na kwa msamiati mwepesi ambao mtu anaweza kaelewa, tunapozungumzia kiharusi, hii ni shida ambayo huwa inatokea kwenye ubongo pale tu damu inashindwa kufika kwenye tishu au seli za, za ubongo. Na kuna wakati damu inaweza kuwa imefika, lakini katika namna ambayo sio sahihi. Tutaona hiyo zaidi huko kwenye dalili zake. Na kwa kawaida kabla ya hii changamoto kutokea, mtu kuonekana mwenye dalili zile za kiharusi, ubongo kama ubongo huwa una michakato mbalimbali ambayo huo inafanya kujitahidi kuepukana na hii changamoto, lakini ikitokea changamoto imechukua muda mrefu kidogo mwisho wa siku seli za ubongo zinakufa na zikisha kufa, na kufa, dalili huwa zinaanza kujionyesha. Kwa hiyo mwana kitaa, hapo chini tutakwenda kuziangalia vichocheo au risk factors kwa lugha ya kitaalamu tunapenda kusema hivyo, au vitu ambavyo vinaweza vikapelekea changamoto, aina zake, na namna gani sasa kuweza kuepukana nayo. Mwanafya mtaa, baada ya kuangalia nini maana ya kiharusi au stroke. Sasa hapa napenda tuziangalie aina yake Kwenye kiharusi hapa kuna aina kuu mbili ambazo vitabu vinaonyesha hiyo na tafiti zinaonyesha hivyo. Ya kwanza ni ischemic stroke, au kiharusi ambacho kinakuwa kimesababishwa na mishipa ya damu inayopeleka damu yenye virutubisho kwenye ubongo inapokuwa imeziba, pale ambapo tu inapotokea kuziba, damu ikashindwa kufika ni ni maana ya kwamba zile seli za ubongo huwa zinakufa kwa sababu hazipati virutubisho ambavyo huwa vimebebwa kutoka kwenye nini, kwenye mishipa au kwenye damu, ambavyo virutubisho hivyo cha msingi sana huwaga ni oksijeni na baadhi ya vitu vingine ambavyo vingi huwa vimebebwa mle kwenye damu, na hii huwa ina sababu zake. Aina nyingine huwa ni pale ambapo mishipa au mshipa unaopeleka damu kwenye ubongo unapopasuka. Pale tu mshipa unapopasuka, damu, damu ikaanza kuvujia aidha moja kwa moja kwenye tishu za ubongo au sehemu ya nje ambayo inatenganisha ubongo na eneo la nje. Pale ikishatokea hiyo hali pia, hali ya kiharusi pia nyingine inaweza ikajitokeza. Sasa ningependa tuanze kuiangalia moja moja, moja, na sababu zake mwanafunzi mtaa. Sasa tukianza na hii ischemic stroke au kiharusi ambacho kinasababisha mshipa, kinachokuwa kimesababishwa, kina kutokana na mshipa unakuwa umeziba huwa ina sababu yake lakini kabla kwenda kuziangalia sababu, hii inapaswa kwanza ufahamu ndio inabeba asilimia kubwa ya watu wote wanaona na viharusi, wengi wao huwa inasababishwa na hii inayoitwa ischemic stroke au kiharusi kinachosababishwa na mshipa unaopeleka damu kwenye ubongo kuziba. Asilimia 80 mpaka 85 ya watu wanaopooza au wanaokuwa na changamoto ya kiharusi huwa imesababishwa na hii. Asilimia 20 au asilimia 15 iliyobaki huwa ni ile ambayo tutaiangalia hapo mbele. Sasa hii uwaga ina sababu zake ambazo inasababisha. Moja ya sababu, kuna kitu kwa lugha ya kitaalamu huwa tunasema atherosclerosis. Hii atherosclerosis mara nyingi sana ni hali ambayo unakuta mishipa, ule mshipa unaopeleka damu kwenye ubongo unakuwa umepata ma, majeraha au unakuta kuna kitu kinatokea kama kuziba, kwa sababu ule mshipa huwa unaanza kuvimba ikitokea kuna vitu tunavita irritant au vitu ambavyo vinaweza vikasababisha kujeruhi mshipa mshipa unakuta unavimba. Ukishaanza kuvimba lile eneo linalopitisha damu huwa linaanza kuwa kusinyaa au linaanza kuwa dogo, likishaanza kuwa dogo, maana hata kiwango cha damu kinachopita pale kitakuwa kitakuwa kiwango kidogo pia, na kuna wakati inapelekea unaziba kabisa. Na mara nyingi sana hii uwaga inapelekewa na watumiaji sana wa sigara, sababu kwenye sigara mle kuna baadhi ya kemikali sana hususan zile nicotine huwa zina asili ya kwenda kushambulia eneo la ndani la mshipa ikishaenda kushambulia tu inapelekea ule mshipa kuharibika. Ukishaharibika, unaanza kuna mekanizimu hizi zinatokea mwilini kwa ajili ya kutengeneza ule mshipa urudi katika hali yake ya kawaida. Sasa ile ikiwa ni ya mara kwa mara inapelekea ule mshipa kupoteza uwezo wake wa kufanya kazi na unaanza kuwa mdogo, kishakuwa mdogo inaweza kapelekea ukaziba. Hali nyingine huwa ni kuziba, unakuta clots hizi tunaziita blood clots sana sana hizi hapa unakuta inawezekana ni mkusanyiko wa damu yenyewe, inawezekana ni chembe yenu, kuna chembe hai ni zile nyekundu red blood cell, uh, white blood cell, kuna baadhi ya materio mengine kwa tunaita fibrin. Hizo zote ni content ambazo zinapatikana kwenye damu. Sasa zile huwa kuna wakati zinajikusanya kwa sababu mbalimbali, zenyewe pia zinaweza kapelekea zikatengeneza kitu ambacho kinaweza kapelekea mshipa kuziba. Ukishaziba, hii ischemic stroke inatokea, kwa sababu damu haiwezi kupita kuelekea kwenye zile tishu za ubongo nyingine huwa ni thrombus. Hii thrombus nenyewe unakuta ni inawezekana damu au vitu vingine vingine, inawezekana fati, mafuta tu yamejikusanya kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, yakajitengeneza then yanakwenda kwenye eneo lile la mshipa unaopeleka damu kwenye ubongo ikaziba. Kitu kingine huwa tunasema embolus. Hii mara nyingi sana huwa inawatokea wale watu ambao wa sana sana wenye changamoto za mono, hususan wale watu ambao wa wana au atrial fibrillation, kwa lugha ya kitaalam. Kwa Kiswahili inakuwa ngumu zaidi sana kuifafanua, lakini ch kwa chakuelewa kwamba watu wenye changamoto za moyo pia huweza wakasababisha au wakapelekea kupata hii inayoitwa ischemic stroke, au aina ya kiharusi ambayo inakuwa imesababishwa mshipa kuziba, damu inashindwa kufika kwenye seli au tishu za ubongo. Kwa hiyo mwanakitaa, hizo ni sababu kuu unabidi uzielewe kwamba sana sana inayosababisha pale ni hiyo kuziba kwa mshipa ambao, kuziba kwa mshipa, kuna kwa kuna sababu nyingi nyingi, lakini kuna kitu kinapelekea pale, kinakwenda kuzuia damu isiweze kufika kwenye eneo la ubongo na <coughs> mara nyingi sana hii mpaka inakuja kutokea, ubongo wenyewe uoga una mekanizmu au unazifanya kipindi kile, hii hali inatokea, inapambana kadri uwezavyo, lakini ikishindikana mshipa kuzibuka au dawa zinazoweza kusaidia kwa wakati husika mtu anaweza kaingia kwenye hiyo changamoto ya kiharusi ambayo inakuwa imepelekewa na mshipa kuziba. Mwana Afya Mtaa, baada ya kuona hiyo ischemic stroke ambayo ni kiharusi kinachoka kimesababishwa na mshipa wa damu kuziba, hii inayofuata huwa tunasema hemorrhagic stroke. Hii ni aina ya, ya kiharusi pale ambapo tu aidha mshipa umepasuka au damu inavujia moja kwa moja kwenda kwenye eneo la ubongo, na hii huwa inabeba asilimia 15 mpaka 20 ya watu wenye changamoto ya kiharusi huwa wanapata hii hapa. <coughs> Pia wa yenyewe ina aina, kuna moja ambayo huwa tunaita intracerebral hemorrhage. hii ni pale ambapo damu inavujia moja kwa moja kwenye eneo au tishu za ubongo, na nyingine inaitwa subarachnoid hemorrhage. hii ni pale ambapo damu inavujia kati ya kuta ya nje inayozunguka ubongo na tishu zilizopo kwenye ubongo na huwa ina sababu zake, lakini moja ya sababu au aina za sababu ambazo huwa ni kuu zinazopelekea sana sana ni hawa watu wanaosumbuliwa na shinikizo juu la damu, watu wenye kisukari aa, wengine ni watu wenye changamoto za mishipa hususa watu na mfano wake tunasema aneurysm. Unakuta hapa kwenye aneurysm, unakuta ni hali ambayo mshipa unakuwa umevimba sehemu fulani, sasa kiasi fulani ile mshipa kuvimba inaweza kapelekea ukapasuka. Ukishapasuka pasuka damu itavujia kule. Nyingine huwa tunaita arteriovenous malformation. Hii ni pale ambapo unakuta kuna mshipa arteries, au ile mshipa inaobeba damu yenye oksijeni na damu ambayo ni chafu, ambazo zinaitwa veins, unakuta sehemu fulani ziliungana hizi, pia uenezo zinapelekea kupata hii changamoto. Sababu zingine kuu uoga ni ajali. Mkuta mtu alipata ajali, ushai kusikia mtu alipata ajali akadondokea kichwa au akapasuka sehemu fulani ya kichwa, then baadaye akaja akapata kiharusi. Uoga sometimes huwa zinasababishwa na hizi matumizi ya sigara, pombe, pia na zenyewe ni kutokana na tafiti zinaonyesha ni vitu ambavyo pia vinapelekea sana hii changamoto. Maana kitaa hizo ni aina, lakini kuna aina nyingine ambayo hii uoga mara nyingi sana ni kama ishara ya hatari. Na hii huwa inafanana na ile ya mwanzoni, huwa tunaita transient ischemic attack. Hii huwa ni shambulio la ubongo ambalo linatokea ndani au chini ya masaa 24. Nakuta mtu ataonesha dalili zile za stroke, lakini baada ya masaa 24 zitafutika. Lakini hii huwa ni sign au ni dalili ambayo inakutahadharisha, hususa kwa watu ambao wana changamoto za sukari, pressure au wana changamoto za mishipa au wamepata ajali anatakiwa wa huwa inashauriwa kwamba akishaona dalili fulani, lakini japokuwa zitaondoka, inashauriwa asogee maeneo ambayo anapata huduma na ushauri wa wataalamu wa kiafya, kwa niaba ya kuzuia hizi changamoto, hii changamoto ya kiharusi isije katokea. Kwa sababu ikije, hii huwa ni moja kwa moja uwezo wa kuizuia huwa ni kazi, kwa sababu dalili zake huwa zinatokea ghafla, yani haziwezi ya kujiandaa kujianda, kashanga tu umelala leo, kesho subuhi meamka dalili zinaanza kuonekana. Mwanafya mtaa hapa, tumetoka kuzitazama aina. Sasa kuna vitu huwa tunasema vichocheo au risk factor kwa lugha ya kitaalamu. Hapa kwenye risk factor au vichocheo, na vyenyewe vimegawanyisha. Kuna ambavyo tunasema vinaepukika na visivyoepukika, yani non modifiable na modifiable. Sasa hivi ambazo visivyoepukika, ya kwanza kabisa huwa ni umri. Watu ambao umri umeenda almost kuanzia miaka na hamsini sitini na kuendelea huwa wako kwenye mazingira hatarishi kupata changamoto. Cha kwanza, mishipa huwa ina asili ya huwa imeshachoka tayari ko baadhi ya zile sababu nilizokutajia awali, mfano ile atherosclerosis na blood clot huwa uh, ni rahisi sana kuwapata. um, kitu kingine ambacho katika hii nani modifiable ni jinsia. Jinsia hapo, jinsia inaonesha wanaume ndo wako kwenye riski kubwa sana au hatari kubwa sana kupata hili, na pia wanawake hususa wale wako kwenye, ambao wamemaliza menopause au ule umri wa kuingia period, pia nawao wako kwenye Yeah, really, ya, au mazingira hatarishi ya kupata hii kwa sababu huwa kuna baadhi ya fakti zinasema kwamba uwezo wa damu kuganda huwa ni mkubwa kwao kwa, kwa hiyo inaweza kupelekea kupata ile ischemic stroke. Kundi lingine au eneo lingine tunasema races, tunasemasema kabila au aina ya watu wanaopatikana ukanda fulani, kwa tafiti zinaonyesha watu weusi, yani Africans people huwa wako kwenye high risk ya kupata hii changamoto ya kiharusi kuliko hizi langi zingine mm. Nyingine wanazungumzia family history, kurithi kutoka kwa familia, eh, baba, babu, mjomba, kaka, dada, changazi au mdogo alishaipata hii changamoto au alishaipitia changamoto. Tafiti zinaonyesha huwa kuna nafasi kubwa pia kwa baadhi ya wale wanafamilia au wanamemba wakapata hii changamoto. Sasa hizo mwanakita zilikuwa ni nani, modifiable diseases zisizoepukika. Zile zinazoepukika, ya kwanza kabisa, kutokana na tafiti inaonyesha kiwango au shindikizo la juu la damu pressure, hawa watu wako kwenye riski kubwa sana kwa sababu inaonyesha pressure mara chache sana kuua, lakini complications zake, na moja ya complications au madhara makubwa ya pressure huwa ni kiharusi, na hii ndo inapelekea watu kupata changamoto zaidi. Nyingine huwa ni sukari, watu wenye sukari, kwa sukari kama sukari huwaga ina sababu zake inapelekea cha kwanza huwa inaharibu mishipa, nyingine huwa sukari kisha kuwa nyingi kwenye damu, damu huwa ina asili ya kupanda kuwa nzito kisha kuwa nzito, inakuwa rahisi sana kuganda <coughs> Sababu zingine au risk factors zingine unasema, watu wenye changamoto za moyo, watu wenye changamoto ambao a aanyii kapelekea kupata ile ischemic attack au ischemic stroke, kwa sababu kuna ile kitu zungumzia kule mwanzoni inaitwa embolism. Inaweza ikatokea kwa sababu kipande au damu imeganda kwenye eneo fulani likatoka kusafiri kutoka kwenye moyo kuelekea kwenye mishipa ya ubongo. nyingine ni ajali, matumizi ya sigara. Sigara na yenyewe ipo katika eneo ambalo inaweza kusababisha hii kitu kwa kiasi kikubwa, sababu sigara imebeba kemikali ambazo huwa kwa kitaalamu tunasema ni irritants, zinakwenda kuharibu mishipa, kuta za ndani za mishipa ya damu huwa zinaharibiwa na zile irritants zilizopo kwenye sigara, zile kemikali. kwa hiyo sigara na yenyewe ni kitu ambacho kinaweza kapelekea kwa kiasi kikubwa sana hii changamoto ya stroke. Kichocheo kingine mwana kitaa ni wale watu wanaotumia dawa za uzazi wa mpango, pia zinaonyesha zina, zina riski kubwa sana kupata hii watu wenye mafuta mwingi mengi mwilini, sasa tunasema hyperlipidemia, mafuta yakiwa mengi na, na, ah, na watu ambao wanakuwa na uzito mkubwa wa mwili. mwili mafuta pia nafasi ya mafuta kwa mengi mwilini yenyewe inakuwa kubwa. Hizo ni, ni baadhi ya sababu ambazo au vichocheo ambazo vinaweza kuepukika, tukiweza kuvikontrol hivyo tunakuwa kwenye nafasi nzuri sana ya kuepukana na hii changamoto ya kiharusi. Mwana kitaa, sasa, baada ya kuona vichocheo hizi tupite hapa kwenye darili kwa muda mfupi sana. Kwenye darili, kabla tujaenda kuzichambua, naomba nikukumbusha kumbuka kitu kimoja: ubongo wa binadamu umegawanyika katika pande kuu mbili, kuna upande wa kushoto na upande wa kulia. Ka, na matendo yote unaona unawafanya kwanzia labda kwenye jicho lako upande wa kushoto mkono wako wa kushoto, mguu wako wa kushoto, hivi vyote huwa vinaamuliwa na ubongo au pati ya ubongo iliyoko upande wako wa kulia, yani ile eneo la kulia la ubongo ndio huwa linaongoza matendo yote ya huko, na matendo yote ambayo yanafanyika kupitia mkono wako wa kulia, jicho, mkono, mguu na ufanya yote huko, haya yote huwa yanaongozwa na upande wako wa wa kushoto wa ubongo. Kwa dalili zinazenyewe zimewekwa katika makundi ma, yani tuna, kuna formula imewekwa ambayo inaitwa fast kwanza ni facial drooping, maana yake sura au uso unakuwa umepooza au ume, kama umedondoka fulani, mdomo unakuta kama umepinda, unasema ku deviate, udenda unatoka, ulimi uko nje, na huyu mtu pia anasema anakuwa na udhaifu au arm weakness. Mkono wake au huo upande uliozofika ulio, ulio, ulio, ulio, unakuwa una changamoto, hawezi kunyanyua vitu, hawezi kuongoza, maana anakutaga kama anakuwa ameushikilia fulani hivi. Ingine ni speech difficult. Hii ni kwamba huyu mtu anakuwa hana uwezo wa kuzungumza vizuri. H matamshi anayotoa hawezi kuyaelewa kuya, au hawezi kabisa kuzungumza. Nyingine ya mwisho huwa ni time. Sasa haya yote utayapima kutokana na kadri ya muda. Ndani ya masaa 24 nne ukaona yamezidi haya mambo au hizo dalili, huyu mtu tunasema tayari ameingia kwenye eneo la kuwa kwenye kiharusi. Na zipo dalili zingine nyingi, zingine ambazo ni zile kwamba huyu mtu atakuwa hana uwezo wa kufanya au kufanya yale mambo ya kila siku, mfano hawezi hapo, kwa sababu unakuwa hana uwezo wa kuvicontrol hivyo vitu, kwa sababu mishipa ya fahamu au eneo la ubongo linalocontrol hayo mambo yote linakuwa limeshapoteza au zile seli zilizoko pale zimekufa. Kwa hivyo hawezi kufanya kazi zake za kila siku. Mwana kitaa, hizo zilikuwa ni sehemu ya dalili na zenyewe zipo nyingi, lakini hapo nimegusia chache kutokana na muda wetu. Mwana kitaa, baada ya kuona hizo dalili, tunakuja kuna vipimo huwa vinafanyika. Hapa kwenye vipimo nimependa nigusie kwa sababu kuonesha hii kitu huwa gani gharama sana. Dalili zote tulizoziona, utaweza ukaenda hospitali ukapimwa labda kuangalia pressure yako ya mwili, sukari, zote ni vipimo vikubwa vinafanyika ambavyo mtu anaweza kavi afford mwingine anaweza kuwa affordable. Lakini vipimo viko viwili ambavyo ni vya msingi huwa vinafanyika na vyenyewe huwa vinahusisha kama picha. Nitasema kwamba kuna MRI ambayo inaitwa magnetic resonance hii ina inafanywa ina, ina, kwa ajili ya kuangalia, aidha inaweza ikatumika kuangalia aina ya stroke iliyotokea au ni kiwango gani cha ubongo kimeathirika na hiyo aina ya stroke. Nyingine ni CT scan, hii pia nnyew huo inatumika ina kwa ajili ya kuainisha ni aina gani ya stroke na kwa eneo lipi, au eneo lipi la ubongo limekuwa limeathirika zaidi nweza kaonesha pia kwamba hii ni muda mrefu au imekuwa ni agafa sababu ya, ya aina tuyapicha takaoonekana pale. Na hivi vimo ni usikufiche, mwana afya mtaa huwa ni ghari sana o, mimi impenda tujifunze hii kitu au nigusie hii kitu kuonesha uhatali wake na kukumbusha kwamba ni muhimu sana kuzi, kuzingatia afya zetu, kwa sababu kabla ya hizi changamoto zijatukuta tu tunajua tupo katika hali gani na tunawezakupambana vipi kuweza kuafodi hii kitu. Mwanafe mtaa, hivyo ni vipimo vikuu, lakini vipo vingi vingi vingi huwa vinafanyika, lakini hivyo ni vingine vikuu muhimu ambavyo lazima vifanyike kabla ya kukumfima au kuhakikisha kusema kwamba huyu mtu kweli yuko kwenye kiharusi. Mwanafe mtaa, baada ya kuona mm, aina ya vipimo vinafanyika, naomba tugusie kwa kifupi zaidi matibabu yake. Matibabu ya kiharusi huwa yanatolewa kutokana na aina ya kiharusi na inaweza kawa ya kusaidia ubongo rudi katika hali yake ya kawaida ingine huwa inatolewa kwa ajili ya kutibu tu dalili, ikiwa tu seli za bongo zimeshakufa, na hiyo huwa inasababishwa pale ambapo aidha kiharusi kimetokea, ikiwa ni kama imetokea kuzibua na mshipa, mshipa. Kuna kuna ili, ile mishipa kama ni damu imeganda, kuna dawa zinaitwa anticoagulant zinakwenda kusaidia damu isigande na sometimes zinafanyika hadi operation za uh, kichwa au za ubongo kwa ajili ya kusaidia kurudisha ubongo katika hali yake ya kawaida. Aina nyingine ya matibabu itategemea kama ni mshipa umepasuka au damu imeviria kwenye ubongo. Kuna dawa huwa zinatolewa kwa ajili ya kusaidia ile hali ya damu au mshipa kuendelea kuvujisha damu kwenye neno la ubongo stop, na kuna wakati hata pia kuna surgery kutokana na tafiti zinavyoonyesha na eneo mtu ambao aliopo uchumi wake inaweza ikasapoti akafanyia operation fulani ambazo zinaweza zikasaidia kwa kiasi fulani, japokuwa vitabu vinaonyesha tafiti zinasema kwamba kuna stage ikishafikia ni kwamba mtu atatibiwa dalili tu, lakini sio kwamba kumsaidia arudi katika hali yake ya ya kawaida. Atapewa tumia dawa za kumsaidia kutibu baadhi ya changamoto zisizo asiwe katika hali mbaya zaidi. Maana hizo zilikuwa ni njia za matibabu, lakini la muhimu zaidi kwenye hii changamoto ya kiharusi, ningependa nikwambie tu kwamba hii ni changamoto mbaya sana, kwa sababu ubongo ni moja ya kitu muhimu sana ambayo inasaidia mwanadamu kuendelea kufanya shughuli zake za kawaida. Kwa hiyo unapoathirika, ni changamoto kubwa sana. Na hii huwa tunasema kwamba ubongo kuathirika kwake inaweza kaa imesababishwa kama nilivyokwambia, sababu changamoto inaweza kaa imeanzia kwenye shinikizo la juu la damu. Kwa hiyo hawa wa watu wenye shinikizo la juu la damu huwa wanashauriwa kuwa makini na hii, chong, hii kitu kwa sababu inaweza ikapelekea. Kwa hiyo nashauriwa atumie dawa yake vizuri, dawa zake vizuri, ahudhurie uh, kliniki kama kuna changamoto au hiyo dalili na jinsi tofauti, apate ushauri na matibabu kwa wakati sahihi. Kwa mwana afecta, ningependa nikugusie kwamba namna gani ya kujiweka sehemu salama, japokuwa hatujui takupata sangapi na sio kwamba ukifanya hivyo vyote ndo kwamba uta, utaipikana nayo hiyo huwa sometimes wanasema ni mipango tu ya Mungu, lakini ni muhimu sana kwa watu wenye changamoto ya moyo kupata matibabu na kufuata zile tahadhari walizopewa, za kufanya sheria na taratibu wazifuate kwa wakati sahihi. Watu wenye shinikizo la damu kuhakikisha wanakuwa wanafuatilia level au kiwango cha pressure zao zinavyokuwa inaweza kusaidia pia. Watu wenye changamoto ya sukari kuhakikisha wana pata matibabu yake ya dawa kwa usahihi, sababu wakinywa dawa kwa wakati itasaidia kiwango cha sukari na chini yake kufanya kushuka. Hususa kwa watu ambao wanavuta sigara, hii kitu tunaambiwa kabisa tuache kwa watumiaji wa sigara, kwa sababu sigara ni mbaya sana. Unaweza kutumia miaka arobaini lakini kufikisha miaka hamsini na sitini ukaingia kwenye stroke tayari, inaweza kuwa imesababishwa na hii. Uga ni taratibu kuathirika kwa ubongo, uga sioma ni siku moja, uga ni taratibu taratibu taratibu. Na ukiangalia mtu anavuta sigara utakuta zaidi ya miaka kumi au miaka ishirini amevuta zaidi hata pakti mia mbili mia tatu ya sigara. Sasa hii inakuwa na kiwango kikubwa sana cha athari kwenye eneo lako la ubongo. Ajali tujikinge, japokuwa ajali haina kinga, lakini kwa bodaboda mnashauriwa tuvae tuvae helmet, madereva wa magari mabarabarani huko, watu wanafanya kazi migodini, no tuwe katika mazingira na mavazi ambayo ni staili ambayo yanaweza kutulinda na kulinda majeraha ya kichwani. Watumiaji wa pombe pia hatujawasahaulika pia pombe inabidi tuziache, au kama ukishindwa kuacha, basi punguza. Hii pia huwa ina athari kwenye mwili. Mwanafya mtaa, nakushukuru sana kwa muda wako kwa siku ya leo. Naimani kuna kitu tulikuwa umejipata na umejifunza. Usisahau kutufollow katika mitandao yote ya ya kijamii, tunapatikana kama afya mtaa. Usiache kuacha ujumbe hapo chini, kama kuna nyongeza, swali tutajibu, kama kuna nyongeza pia tutaongezea. Utashukuru sana sababu sio kwamba yote tutakuwa tumeweka ili eneo ni pana sana. Kwa hiyo hapo ni baadhi ambayo tumechukua pale YouTube unapatikana kama afya mtaa. Usisahau kusubscribe na kuweka notification. Kwa mahitaji ya viwanja, karibu viwanja Bulonge wanakupatia viwanja kwa bei nafuu, kiwanja cha makazi na kiwanja cha biashara kwa bei nafuu sana. Mradi upo awamu ya pili sasa hivi na viwanja vinaelekea kusha. Njoo watembelee pale chini hapo, utaona kuna hashtag ambayo inaonyesha akaunti yao, unaweza ukawacheki hapo, au wakurahisishia kupata kiwanja cha ndoto zako. Asante sana, mpaka wakati mwingine.